Leo tulikuwa na mkutano na wenzetu wa eh, kutoka Kenya eh, na tulikuwa tunatarajia wenzetu wa kutoka Uganda waje pia tuzungumze kuhusu matayarisho yetu kuelekea kwenye haya mashindano yanayokuja ya CHAN. Eh, wenzetu wa Uganda hawakuweza kufika kwa sababu za, za usafiri lakini hapana shaka e, tumekubaliana kwamba yale ambayo tumekubaliana hapa tuta tutawaarifu kama yalivyo, ili kuomba na wao kibali chao. Lakini tumezungumza mengi mazuri, tumejaribu kuangalia tumefikia wapi kwa upande wa matayarisho, na kuhusu miundo mbinu tumezungumza na wote, tumepiga hatua kama unavyofahamu um, lakini pia mambo mengine sasa ya Uongozi wa michezo kuna logo ile nembo, kuna nyimbo, ehe. Na pia tumeangalia tumeangalia vitu vingi, tumezungumzia kuhusu viingilio na tukasisitiza sana kwamba mpira ni watu, mpira sio sio fedha peke yake e, ni watu. Fedha zinakuwa na maana pale tu mnazihitaji ili mfanikishe yayo mashindano Tuka, tuka kwa hiyo tukakubaliana kwamba tuweke viingilio ambavyo vitatuvutia vitawaleta watu waje uwanjani e, pamoja na matayarisho yao. Pia tumeona je, e, sasa michezo siku hizi kuna wale wanaosimamia michezo lakini pia kuna sponsors, tufanyeje kuwavuta wenzetu ili, ili waje e, kutusaidia na kadhalika. Kwa hiyo niseme tu kwamba ni mkutano wa kawaida na tutaendelea kuifanya eh, lakini sema kusema kweli matayarisho kwa ujumla ni mazuri, mazuri sana. Eh, sasa tunaelekea karibu tunafika kwenye mashindano, maana ni mwanzoni mwa mwezi wa nane. Sasa utamaduni wa michezo mnajua, kama ni mwanzoni wa mwezi wa nane, basi timu zinakuja hapa tu katikati ya mwezi wa saba, kwa hiyo wageni wanakuja, kwa hiyo Tume, tumelizingatia hilo na kuona na kukubaliana jinsi gani tuwe tayari wageni wetu wakifika. Kwa hiyo niseme tu niwatie moyo kwamba tunakwenda vizuri ee, na kikubwa sana ombi letu sisi ambao ndio tunajaribu kuona ya mashindano yanafanyika vizuri ni, ni, ni kupata wapenzi na wao waje waone timu zao ee, wafurahie maana michezo ni furaha, na tunahakika kabisa kwamba tutakuwa na mwezi moja wa wa furaha e, watu waje, watu waone vitu. Ukiacha mpira, je, huku nje tumewatawarisha namna gani, mahoteli yakoje na, na kadhalika. Kwa hiyo niseme kwa kweli tunakwenda vizuri na e, e, nina hakika wala sina wasiwasi hata kidogo kwamba tutakuwa na mashindano mazuri sana. Safari tumekuwa na mkutano kiongozwa na rais wetu yupo na Tenga hapa, tumeform pamoja CHAN local organizing committee, itakuwa inakutana kila mara kwa mara. Kuonyesha kwamba tuko pamoja kama CHAN kitu kimoja. Na kutoka kwa kukutana kwa leo tumepiga hatua ya kuona kwamba tumeongea mambo ya visa, tuombe serikali zetu tusaidie sisi tupate visa watu wa kuja kucheza katika kanda letu kuona mpira ya CHAN na wageni wengine. Ndiyo tumeomba, tumemsumbua rais wetu hapa kwa hiyo mkutano. Tukasema hilo ni jambo muhimu sana. Jambo lingine tumesema kwamba tuandae timu zetu timu ya taifa ya Tanzania, ya Kenya, Harambee Stars na Cranes ya Uganda tutazungumza na federations ambao wenye hofu hapa, waandae hizi timu sababu wasipofanya mzuri katika mashindano yetu ya CHAN, mashindano yetu yatakuwa pofu. So lazima hizi timu zetu zijiandae zifike katika hatua kubwa. Jambo lingine ni sisi kuona kwamba tumehamasisha watu wetu kuja kwa uwanja. Bila watu kwa uwanja, hiyo tournament haina haikwangi na ladha. So tumefanya utaratibu wa vyama vyetu kuhamasisha watu kufika kwa uwanja na kushangalia timu zetu na zingine. So kwa hivyo, kwa ujumla, sisi tuko sasa tumepata mwelekeo hii siku ambazo paki chache kuona kwamba hii mshindani imesimama sasa sawa. Kwa hivyo mimi naomba wa Tanzania na serikali ya Tanzania washirikiane na sisi kama pamoja bit kuona kwamba hii opening ceremony imekuwa kitu ya kufurahisha watu na kuhamasisha inji zetu zote tatu pamoja, kwa sababu hiyo ndio itakuwa kielekezo ya kuona kwamba mashindano yetu itakuwa na kielekezo mzuri. Kwa hivyo, kitu ya kwanza ambayo president amesema, sisi lazima nao tukuje pamoja, tukue na mikutano kadhaa ya kufanya ya kuhakikisha kwamba tumepanga vitu yetu kwa utaratibu, tuwe na utaratibu ambao utaonyesha uta Afrika kwamba sisi tuna uwezo wa kuandaa mashindano ya CHAN na baadaye ile ya AFCON. Kwa hivyo, mimi ningeomba wa Tanzania kwa vile mmepatiwa jukumu la kuandaa mashindano ya kufungua mashindano na mmepewa nafasi nyingine ya kupeleka kundi la D huko Zanzibar, hiyo pia ni heshima kubwa kwa rais kabisa. Sasa wewe utakuwa mm, exactly. na nji tisa sasa mm. wewe mm. ndio unashikilia hii mashindano yote kwa kichwa yako, kwa hiyo sisi tukuja hapa tushirikiane na wewe mm kufanya kwamba hii mashindano ikuwe mzuri, oh. na Watanzania wakuje, mm -hmm. wa wakuje kwa wingi, wa Kenya wakuje kwa wingi kuona mashindano hapa, mm -hmm. wakuje Watanzania wakuje Kenya, tuende Uganda, sisi wote tufanye mashindano kwa mashindano ya East African pamoja biti mm -hmm.